Ambayo tumewaitia tumewa na ili tamko limejilenga zaidi kuzungumzia hali ya haki za binadamu nchini hasa miezi miwili baada ya kutoa tamko kama hili ambayo ilikuwa tarehe kumi Disemba 2025, eh, siku ya kuadhimisha siku ya haki za binadamu duniani, na kama mtakumbuka tamko letu liliainisha uvunjivu wa haki mbalimbali mbali na hali ya haki za binadamu hapa nchini kwa ujumla. Kwa kwa hiyo, katika kujiangaliza tulipoanza mwaka huu, tukaona tukutane na kuwaelezea yaliyojiri kwa kipindi cha miezi miwili hasa kwenye eneo la haki za binadamu. Na tunaomba tunaona, tusipoyaongelea haya ya mambo yataendelea kujirudia na kuendelea kuumiza jamii. Tamko hili limejikita katika sehemu mbili tatu kubwa, ambao ni ukamataji usiofuata sheria matumizi yasiyo sahihi ya madaraka ya viongozi hasa wa kisiasa, kuendelea kwa madai ya watu kutekwa na kupotezwa hapa nchini. Kama mtakumbuka, Julai elfu mbili na ishirini na tatu, tume ya kurekebisha eh, mifumo ya kijinai nchini ikiongozwa na jaji mkuu mstaafu eh, Jaji Othman Chande, ilikuja na mapendekezo mbalimbali juu mbali, ya kuboresha mfumo wa kijinai nchini na tume hii iliundwa katika kujiangaliza mfumo wa kijinai, baada ya kuona labda rais mwenyewe akufurahishwa na utendaji wa vyombo hivi vya dola. Jeshi la polisi ni chombo kilichoanzishwa kwa mujibu wa katiba ile ibara ya 147, na tunaamini katika utendaji wake wa kazi lazima ufuate sheria na taratibu zake. Hata hivyo, kituo cha sheria na haki za binadamu kimeendelea kushuhudia jeshi hili kikamata kinyume cha taratibu na mara kadhaa kukikwepo na taarifa za ukamataji wa watu unaofanya na askari wasio, na, wasio na sare, na sare, bila kupata taratibu za kujitambulisha, kitu ambacho kinaleta taharuki katika jamii, na baada ya taarifa kusambaa kwa muda mrefu, jeshi lilijitokeza na kusema wao ndio wanahusika. Taarifa za hizi karibuni, kwa ambao mnafuatilia, kwa baadhi ya matukio Uh, kwa watu waliokamatwa kwa, kwa utaratibu usiofuata usio sheria moja tukio hili linalomhusisha ndugu Godlove Materu mkazi, mkazi wa chapo mji wa Tunduma wilaya ya Momba mkoani Songwe ambao ni mwenyekiti wa madereva wa malori Tanzania aliyedaiwa kutekwa na watu wasiojulikana tarehe saba Februari 2027 baada ya taarifa kusambaa mitandao ya jamii na ndugu wa Godlove kutoa taarifa ndipo jeshi la polisi lilijitokeza kupitia kamanda wa mkoa na kueleza umma na kudhibitisha kumshikilia mhusika. Hata hivyo, taarifa zilitoka zikiwa zimechelewa, kwani tayari kulishaanza kuwa na taharuki kwamba mhusika ametekwa. Mfano wa pili ni tukio la karibuni la Geita linalosambaa katika mitandao ya jamii namuisha mtu mmoja aliyevalia kiraia akiwa na silaha nzito za kivita akimkamata mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wa mji mdogo wa Katoro. Na kwa mujibu wa picha mjongeo iliyosambaa katika mitandao ya kijamii, mtu huyo anahisiwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi. Hata hivyo, tukio hili halija azijatolewa taarifa rasmi na ufafanuzi wa jeshi la polisi mpaka sasa hivi. Ndugu waandishi wa habari, tunapenda ifahamike kwa umma kuwa kwa mujibu wa kifungu cha 24 cha sheria ya mwendo ya makosa ya jinai sura ya ishirini kama ilivyofanyiwa marekebisho elfu mbili na ishirini na tano afisa polisi anapomkamata mtuhumiwa anapaswa kufanya yafuatayo: kwanza, kujitambulisha kwa jina, jina lake, kituo anachofanyia kazi na kutoa kitambulisho chake; kumweleza mtuhumiwa kwa nini anamkamata na, na tuhuma zake na kituo anachompeleka; kutoa fursa wandugu wa, kumtembelea kituoni hapo pamoja na haki ya kupata uwakilishi kama ilivyoainishwa kwenye ibara ya 16 13 6 a ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia mtu huyu anayo haki ya kutoa taarifa kwa ndugu zake pale anapokamatwa. Aidha, kwa mujibu wa kifungu cha hamsini na moja cha sheria ya mwenendo wa mashauri ikisoma pamoja na kifungu cha mia mbili ishirini na sita kifungu kidogo cha saba nane tisa na kumi cha kanuni za utendaji wa jeshi la polisi, afisa wa jeshi la polisi atatakiwa ndani ya masaa manne tangu kukamatwa kwa mtuhumiwa au amefanyia mahojiano. Kama muda huo utapita bila afisa kuhusika kufanya mahojiano tajwa, atatakiwa kufanya maombi kwa hakimu kuongezewa muda usiozidi masaa manane na kwa mujibu wa kifungu cha hamsini na mbili na hii ni kwa mujibu wa kifungu cha hamsini na mbili cha PGO ambayo ndio inayosimamia. Hata hivyo, kuna jambo ambalo nafikiri limeshasahaulika katika jamii. Makosa yote kwa mujibu wa sheria, lazima umkamate mtu kwa kutumia warrant. Warrant ni kibali unachokiomba mahakamani, kwamba kwa kumkamata fulani kwa kosa alilolifanya baada ya kuthibitika hivyo, na pale unapokamata mtu bila warrant ni kwenye makosa machache sana. Kwa hiyo, hata hivyo, kumekuwepo na matukio watuhumiwa kuwekwa mahabusu zaidi ya muda ulioamriwa kisheria bila kufanyiwa mahojiano na hakuna maombi yoyote yanayoombwa. Ndugu waandishi wa habari, wa ifahamike kwamba kwa, kwa mujibu wa kifungu cha 24 cha, cha sheria hiyo, ndani ya saa 24 polisi anapaswa iwe imefikisha mahakamani mtuhumiwa anayeshikiliwa kama itakuwa haijafanya hivyo, basi ni takwa uh, la kisheria mtuhumiwa apewe dhamana ya polisi kama ilivyoainishwa kwenye kifungu cha 65, 66, 67, 68, 69 cha sheria hiyo ya mwenendo wa makosa ya jinai. Msimamo huu umewekwa pia, umewahi kutolewa pia na maamuzi na mahakama kuu Bukoba, mbele ya jaji Malata, ambapo ni maamuzi ya mwaka jana katika shauri la Bastini Justi, Justinian waziri na wenzake na mwenzake Rashidi Hamza dhidi ya OCD Bukoba na rasio Kagera pamoja na IGP na DPP, maombi namba 281 ya 2025 yaliyotolewa Oktoba mwaka jana, ambapo ulikuwa ni msimamo wa mahakama kuu kwamba kitendo cha jeshi la polisi kukaa na mtuhumiwa zaidi ya saa ishirini na nne bila kumfikisha mahakamani na kukaa naye ndani bila kumfanyia mahojiano ndani ya muda ni kukiuka katiba. Hata hivyo bado kesi za watuhumiwa kukaa mahabusu kwa muda mrefu kinyume cha sheria na baadaye kuachiliwa huru bila kufikishwa hata mahakamani bila maelezo yote zinaendelea. Napenda kutaarifu jeshi la polisi kwamba Tanzania ni nchi inayofuata mfumo wa utawala wa sheria kama ilivyoainishwa kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni rai yetu lazima katiba iheshimiwe. matumizi yasiyo sahihi ya madaraka, jambo hili ni jambo ambalo pia linakusikitisha kwa sababu iliwahi kutokea huko nyuma, lakini naendelea kwa kasi. Umekuwa na utamaduni wa kawaida kwa matumizi yasiyo sahihi ya madaraka ya viongozi wa kisiasa, hususani wakuu wa wilaya, mikoa na baadhi ya mawaziri. Hivi karibuni ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii taarifa zikimwonyesha mkuu wa wilaya ya Kisarawe ndugu Magoti akitoa amri ya kuwekwa ndani jumla ya watu 45 waliodaiwa kwenda Kisarawe kununua ardhi. Kwa maoni ya mkuu wa wilaya, ununuzi huo ulikuwa batili kwa hoja kwamba kulikuwa na mazingira ya udanganyifu. Ndugu wanahabari, msimamo ile LHRC, wakuu wa wilaya hawana mamlaka ya kipolisi kwa mujibu wa sheria ya mwenendo makosa ya jinai, ambapo polisi ndio pekee wenye mamlaka hayo. Ifahamike kwamba vipo vyombo vya kikatiba ikiwemo jeshi la polisi, vipo vipo mamlaka ya kushughulikia masuala yote ya jinai na si mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, waziri, kutokana na ukweli kwamba mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa hana vyombo vya kiupelelezi wala kiuchunguzi. Aidha, tunatambua kwamba namna moja au nyingine, wakuu wa wilaya mikoa wenyeviti wa kamati za usalama ni, wenyekiti wa kamati za usalama katika maeneo yao ya kazi na wamepewa mamlaka chini ya sheria ya tawala za mikoa kuweka watu mahabusu kwa muda wa masaa ishirini na nne au arobaini na nane lakini hata hivyo ni kwa mazingira maalum yasiyoangukia katika sheria ma, ya makosa ya mwenendo, ya makosa ya jinai hivyo ni polisi pekee wenye mamlaka hayo pale inapokuwa ni jinai. Ni msimamo wa LHRC. Pia hakuna mahali popote ama ndani ya sheria ya ardhi ama sheria nyingine, katika mchakato wa uzaji wa ununuzi wa ardhi wanapomuhusisha mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, waziri. Badala yake sheria ya ardhi imeweka vyombo mahususi vyenye mamlaka inayobainisha mamlaka, inayoratibu na upatikanaji na ununuzi wa ardhi. LHRC inasisitiza kwamba wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa waache matumizi mabaya ya mamlaka, hasa zinapohusishwa tuhuma za kijinai. Kinyume chake, jeshi pol, la polisi litekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi. Pia katika mchakato wa uzaji au ununuzi wa ardhi, vyombo vilivyopewa mamlaka yan, yan, chini ya sheria viachiwe majukumu yake. Mfano mwingine wa hapa karibuni mmeona kwamba aliyekuwa waziri wa ardhi akiamriwa kulipa fidia kwa kuichukulia sheria mkononi kwa kuvunja jengo la, la, la mtu eneo la Mbezi Beach Dar es Salaam. Tunasisitiza kuchukua kuchukua hatua mikononi kunaweza kuleta madhara sio kwa jamii tu, hata kwa mtu muhusika pale atakapowajibika peke yake madai ya watu kupotea na kutoonekana ni jambo la kusikitisha, kwamba bado taarifa za watu kutoweka na kupotea zinaendelea kuripotiwa katika nchi yetu. Mfano mzuri, taarifa iliyotolewa karibuni kwa umma tarehe tano Februari na shirika moja la kidini ambalo ni Katoliki juu ya kutoonekana kwa padre Peter Rezaura aliyekuwa akihudumu katika shule ya msingi Mtakatifu Bakita iliyopo Msoma mkoani Mara ambapo kwa mujibu wa taarifa hiyo padre huyo amepotea na hajaonekana takriban miezi sita sasa, licha ya shirika hilo kufanya juhudi za, za kila aina kumsaka padre huyo, lakini ni kwa bahati mbaya mpaka sasa hivi hakuna taarifa zote kutoka kwenye vyombo husika kwenda kwa umma. Hitimisho, ndugu wanahabari, ni msimamo wa LHRC kwamba matukio ya utekaji hayakubaliki na haya pas, yanapaswa kulaaniwa na kila Mtanzania kwani matukio ni kinyume cha sheria na yanakiuka haki za watu pamoja na mikataba ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Jeshi la polisi linatakiwa kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria. Ni wito wetu kwamba jeshi la polisi litoe taarifa kwa wakati pale linapomkamata mtu baada ya badala ya kusubiri uvumi wa kutekwa ili kuondokana taharuki katika jamii lakini pia linapokamata lifuata taratibu za kisheria. Viongozi wa kisiasa wajiepusha vitendo vya matumizi mabaya ya madaraka na yaliyo kinyume cha utaratibu wa sheria. Jeshi la polisi liwape haki ya dhamana wale wote wanaoshikiliwa kwa makosa ambayo yana dhamana, na kama kuna ushahidi wa kutosha juu ya tuhuma zinazowakabidhi wafikishwe mahakamani ndani ya muda uliowekwa. Ya ndio wasiwasi wetu na ndio sababu tumekuja tufanye hili tunalolifanya hapa mbele yenu, huenda kwao inarahisisha katika kufanya kazi, lakini kwenye nchi ambayo ni utawala wa sheria lazima ufuate sheria na misingi yake. Sisi tuna katiba, tuna sheria, tuna mikataba ya kikanda na kimataifa ambayo inalinda haki za binadamu. Jeshi la polisi, nadhani ni muda wa kukumbushwa kwenye misingi yake. Ni kwa bahati mbaya hatujapata shauri la karibuni ambalo polisi ambaye amekiuka sheria au alienda kinyume na sheria na, na kumtendea mtu ndivyo sivyo, ambaye amewajibishwa na ku labda kuamriwa kumlipa mtu fidia. Na haya matukio, kila serikali inapotia mkono yanayolalamikiwa, mara nyingi polisi wanaonekana wamefanya ndivyo sivyo. Nitapa mfano wa matukio mawili ambayo yatakumbuka kwa karibuni, kesi ya Zombe, watu walipiga kelele hivi nini kilitokea? Rais Kikwete aliunda tume ya Kipenka na ile ikaainisha mambo madudu ya ajabu ambayo alifanya kinyume na ambacho jicho cha protokoli linasema. Kesi ya karibuni ya Mtwara ambapo waziri mkuu aliingilia kati, yule kijana aliyeuliwa tena kwa kuchinjwa na viungo vyake kuzikwa sehemu tofauti tofauti, mfanyabiashara wa madini, ilipoundwa tume na kuchunguza, unaona kilichoibuka, na unaona polisi wanawajibika wako Huenda polisi wanafurahia kwa sasa hivi kwa vile, huenda wanaofanya ni ya kisiasa ambayo hayana madhara kwao, lakini pale utakapounda chombo cha kuchunguza, huenda watu wakawajibika wengi. Na ndio maana hata kwenye tume ya kijinai tulipendekeza kwamba tuende kitu kinaitwa police oversight body. Nchi ambazo zimepitia madhila kama ya kwetu, Kenya kipindi cha Moi, South Africa kipindi cha siasa za ubaguzi waliunda chombo kinaitwa police oversight board, ambacho ni chombo cha kiraia, ni chombo kinachopokea malalamiko dhidi ya jeshi la, la polisi. Na kila mwananchi ambaye anaamini kwamba jeshi la polisi limekiuka sheria na anaenda kule kulalamika, mara nyingi jeshi lile limeonekana na hatia. Changamoto ulionayo Tanzania sasa hivi, jeshi likifanya ndivyo sivyo, naenda kulalamika kwa jeshi hilo hilo na lenyewe ndio linatoa taarifa, na hata kwenye kwenye shauri la uzombe walitoa taarifa lakini ulipofanyika, kilichofanyika taarifa iliyotolewa ndivyo sivyo, hivyo hivyo, na Mtwara mtakumbuka, Bwana Kombo kule Handeni alitekwa siku thelathini, siku ishirini na tisa, siku thelathini kaibukia mahakamani. Wananchi wanapiga kelele, polisi nao wanasema tunachunguza, lakini siku thelathini anaibukia mahakamani Tanga, ametoka mikononi mwa polisi ni vitendo ambavyo, tungekuwa na mifumo ya uwajibikaji, mifumo ambayo inawabana hawa watu, wangewajibika. mwenzetu Tito hapa mwezi wa 12 mwaka gani alitoweka hapa, siku tano tulipita vituo vyote, polisi wote wanakataa. Siku ya tano anaibukia Kisutu, ameletwa na polisi baada ya kuja kumhoja kwa mshikilia, kituo cha Tazara hapo amefichwa huko ndani, na tulipita kote na walikuwa wanasema hatunaye lakini ndio jeshi letu, hakuna kosa hata kama likiwa la mauaji ambalo mtu anatakiwa kutendewa vivyo sivyo. Na niwaambie, mkipitia kwenye tafiti zetu tulizozifanya, tulifanya kitu na kinachoitwa eh, ulinganifu wa kisheria kwenye suala la dhamana. Kwa mfano, tukaangalia Uganda, Kenya, Zambia, Malawi na Zanzibar kama nchi, kwa sababu kwenye jinai sio swala la muungano. Hizi nchi zote zizunguka, zote makosa yote yana dhamana, mpaka la mauaji. Na Uganda tulikutana na kitu kimoja ambacho kinafanana kidogo na Kenya. Uganda, kunyimwa dhamana ikipita miezi 12 hadi 24, unapewa dhamana au kufutiwi kesi, yaina maana kunyimwa dhamana, inatakiwa DPP aharakishe kuendesha ile kesi aimalize ndani ya ule muda ambao umepewa, lakini kwetu, makosa yetu yana dhamana na dhamana zinazuiwa, mtu anakamatwa, anashikiliwa kituo cha polisi kwa muda mrefu kuna vijana walikamatwa kipindi cha vurugu, wengine wameachiwa juzi na na kufikishwa hata mahakamani na sidhani kama wameisha kwenye kwenye vizuizi mpaka leo. Kwao ni matukio ambayo tunaamini kwamba tunatumia sheria kukandamiza watu zaidi ya kusimamia au kuzuia uhalifu, na matokeo yake tumekuja kugeuza jamii, inakuja kwa glorify wahalifu kuliko kuwa laani, mtu anapokamatwa anapo kwa haki akashtakiwa kwa haki na jamii kaamini kwa mfumo wetu wa haki jinai ni wa haki, yule mtu aliyepatikana na hatia hata jamii mwenyewe inanyanyapa. Lakini huko watu siku hizo, mtu akishinda kesi anaonekana kwamba ameshinda udhalimu, au akiachiwa kwenye plea bargain anaonekana yeye ni mtu mwema, bali walikuwa mshikilia ndio alikuwa wabaya. Lakini kumbe ametendewa ndivyo sivyo, mpaka jamii ikawa na huruma naye na ikaona sasa yeye ndiye anastahili pongezi, wala sio kulaumiwa kwa uhalifu wake. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tusipovigeuza hata dhana ya kijinai napoteza maana yake. Ukimuuliza mdude walioenda kwake, anaweza kuambia kwa ni polisi. Ukiangalia matukio yaliyotokea ya kufanana na hayo, a polepole, utasema labda ni polisi nao walienda, lakini hakuna hiyo nafasi Kwani Bwana Ali Kibao aliposhushwa, si alishua na polisi walitamsha ni polisi nyingi litokea baada ya hapo, lakini tunaposema tunaporuhusu matokeo yanatokea. Angalia kuja kuuvuza kuumizwa maofisa wa TRA, kwa sababu yanaenda kufanya kitendo kile kile alichofanywa Ali Kibao kwenye mazingira yale yale. Kwa hiyo mwananchi siku zote amekuwa ni mtu dhaifu. Ni Bwana Tarimo tu hapa hapa nani hapa Kiluvya ndiye aliweza kupambana nao, si mtakumbuka? Bwana Tarimo tu sio alifanyaje, akaweza kupambana nao? Sasa sisi hatuwaambii kwamba wananchi waingie vitani, na bwana mmoja kule Tarime ambaye alitoa silaha akawadhuru, si unakumbuka? Ya Tarime si mnaijua? Alienda kutekwa hivyo hivyo. Hatusemi wananchi watumie silaha, lakini tunawakemea wale ambao wenye mamlaka ambao wana jukumu la kulinda uhuru na amani ya nchi hii waache kufanya vitendo hivyo, na mifano ipo, ni mingi tu ambapo wananchi wamesimama wakafanya mapambano, madhara yamekuwa ni makubwa na wamekuja kuumiza watu ambao hata hawahusiki. Nakumbuka kuna kipindi kuna wapimaji walienda kule sijui bai watu wanapima. Wananchi wakatoka na moto kabisa wakachoma na gari. Si mnakumbuka? Na waliwaua kwa sababu imefika sehemu hata ukiona Land Cruiser unaiogopa. Kwa hiyo ukisema wananchi wachukua hatua mikono, sheria mikononi pia unajenga jamii ambayo haitatawalika. Bali tunawaambia wale wenye mamlaka sasa ndio wabadilike. Katiba haikutungwa kwa ajili ya wananchi kuwadhibiti wananchi. Ilitungwa kwa ajili ya wananchi kuitumia kudhibiti watawala. Kwa sababu tunaamini kwamba tumeshawapa madaraka makubwa, wanaweza kutumia mabaya, katurudia, katuumiza. Kwa hiyo sisi, ile katiba ni kwa ajili yetu kuwadhibiti nani? Watawala. Kwa hiyo tufike sehemu tuwawajibishe na tuwakumbushe. Na hata tunapoongea hivi huwa wanakereka kwa sababu hawapendi pia julikane kwamba vitendo hivi vinatokea. Ndugu nani? Kwa mujibu wa sheria zetu ili uweze kushtaki lazima yule mwenye aliyedhurika moja kwa moja ndi aende kuchukua hatua, na kwa kawaida wanasheria wanaitwa sio ambulance chasers; wale wenye matatizo ndio watakiwa aje kwetu, sio sisi tuende tukawatafute wenye matatizo tuambie tuwashtaki polisi. Lakini pia kuna changamoto moja nyingine kubwa ambayo inakutana na wananchi wanakutana na haya ili uweze kufanikiwa kwenye kesi kama hii, lazima umjue askari kwa jina lake na kituo chake aliyokufanyia hivyo. Kwa hiyo mimi siwezi kwenda kushtaki chombo chako cha habari kama wewe umenikosea, bali nitamshtaki Israeli Mapunda pamoja na chombo chako cha habari, maana ili niweze kushinda hii kesi lazima nionyeshe madhara aliyonifanyia Israeli Leto, vicarious liability, jukumu la mwajiri, kwamba yule mwajiri anapoenda kudhuru mtu akiwa anafanya kazi aliyotumwa na mwajiriwa na mwajiri mwajiriwa mwajiri anawajibika, lakini huwezi kumwajibisha mwajiri bila kumpata huyu mwajiriwa aliyefanya madhara. Si kama ivejibu swala lako bwana Israeli, basi nawashukuruni.